Leo tunataka kwenda kuangalia namna gani unaweza uka ukapima mota yako ili kuweza kujua kama mota yako iko vizuri, haina shida yoyote. Hii hapa ni induction motor ya three phase, kama tunavyoonekana. Aha, ukisoma okay, kwenye hii name plate inakuambia kwamba ni three type, maana yake ni three phase mona ya delta and star, ambapo inatumia voltage ya 230 kipindi inaanza, alafu kipindi inapokuwa kwenye operation inakuwa natumia 4 voltage ambao ndiyo three phase motor. Muona ukiangalia, eh, power yake ni 0.37 kW power eh, power power yake ni 0.37 kW. Hii hapa ni 0.7 eh, 0.75. Hii ni power factor, kama jinsi ambavyo navyoonekana. Kwa hiyo hii hapa ni induction motor ya three phase. Kwa hiyo sasa nataka niipime ili kuweza kujua kama mota yangu iko vizuri. Unapokuwa sasa nataka kupima, kuna njia nyingi za kupima mota ili kuweza kujua kama iko vizuri. Lakini leo tutakwenda kuelewa njia moja wapo ya kupima mota kwa kutumia mita. E, mita yetu ndio hii hapa kama jinsi inavyoonekana. Umeona? Kwa hiyo tutaipima. Mita hii ndio mita yetu ambayo tutakotumia kupima e, mota yetu. Umeona? Kitu cha kwanza utakuja hapo kwenye box yako hii hapa, utaifungua, utaifungua box yako fungua ndani naku inaonekana kama ilivyo hapo mona. Ukiangalia kwa ndani hapo, ina ina kebo sita mona, kuna ya kwanza, kuna ya pili, kuna ya tatu, kuna ya nne, kuna ya tano, kuna ya sita. Lakini katika hizi kebo sita e, zipo pea, pea. Maanake hapo kutakuwa kuna pea e, kutakuwa kuna pea tatu maanake hapa kutakuwa kuna nyekundu na nyekundu, kutakuwa kuna blue na blue, alafu kuna hii hapa njano na njano. Umeona? Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho natakiwa upime e, ili kujua motor wako kama iko vizuri, hapa sisi tutakwenda kupima continuity. Umeona? kati ya pair mbili za kebo, yani kebo hii hapa nyekundu na hii hapa nyekundu, kaangalia continuity. Je, kuna continuity? kuna uhusiano kati ya hii hapa kebo na hii hapa kebo lakini pia tutakwenda kuangalia uhusiano kati ya hii hapa kebo na hii hapa kebo. Lakini pia tutakwenda kuangalia uhusiano wa hii kebo na hii hapa kebo. Umeona hapa hapo? Je, continuity ipo? Kitu kingine tutakwenda kupima ground. Ground kati ya nini? Tutakwenda kuangalia ground maana yake winding. Ndani humo kuna winding ambazo ndio hizi kebo ambazo zimetoka huko nje. Maana yake ndani kuna winding. Je, hiyo winding haijagusa ground? Umeona? Ground maana yake ni hichi eh, ground maana yake ni hichi chanje hichi. Umeona? hichi e, cha nje chindo ground. Umeona kaje, winding zilipo e, winding ambazo zipo huko ndani, je, zimegusana na na na hii e, board. Umeona hapo? Kwa tutakwenda kupima ground. Kitu kingine cha tatu ambacho tutakachokwenda kupima, tutapima short circuit. Je, hizi winding kwa ndani ziko salama? Hakuna sehemu ambapo e, zimekutana, maana yake labda hii nyekundu imekuja kukutana na na blue, au njano imekutana na nyekundu au nyekundu umekutana nani na njano, umeona? Kwa hiyo utakwenda kupima kitu kama hicho hapo. Kwa hiyo kama jinsi hapa unavyonekana ni maana yake ni star, kwa hiyo lazima hii uitenganishe, kwa sababu ukipima lazima utapata continuity kwamba hizi zote ziko sawa, wakati hizi hazipo sawa. Kwa hiyo utabidi utoe hizi, umeona. itabidi ufungue hapo.